Tutakabiliwa na khairu ayami dunia kutoka leo mpaka siku tatu takriban, zitaingia katika maisha yetu, ulimwengu wetu, siku zipendezazo mbele ya Allah subhanahu wa taala kuliko siku zozote zile alizoziumba Nazo ni siku kumi za mwezi wa Dhulhijja. Siku kumi hizi fadila zake ni kubwa mno, kiasi cha kuapiwa katika Qurani. Bismillahi rahmani rahim, walfajri walayalin ashr. Ulamau tafsir wanatuambia Allah akikia pia kitu kama alivyo mwenyewe mkubwa hapi, isipokuwa kwa mambo makubwa

kwa siku kumi layalin ashri na kumi, siku kumi hayo yaliyotajwa hapo, ulamau tafsir wanatuambia ni ayamu lashri min dhilhija, ni zile siku kumi za mwanzo katika mwezi mtukufu wa mfunguo tatu. Miezi mitukufu ni minne

wakughibu akili yako usiipe usi, usi, usi umuhimu miezi hii kwa kutokuwa aware kwa kufanya mambo mazuri na mema yatakayokufaidisha wewe katika siku zako za mustakbal ndani ya miezi hii mitukufu. Usiidhulumu nafsi yako kwa kufanya maasi na madhambi, kwa sababu hii miezi haiko sawa na miezi mingine ambayo wewe unaijua. Kwa hiyo, kwa njia yoyote ima kwa kujisahau usijidhulumu nafsi yako, au kwa kutoipa kima hakikia kinachopaswa kupewa kwa miezi hii mitukufu, au antusayiraha mithla shuhur, uifanye hii miezi ni kama miezi mingine: kulewa kama kawaida, uzinifu kama kawaida, kuiba kama kawaida, kusengenya kama kawaida, kuacha sala kama kawaida, ukajidhulumu nafsi yako wakutojua kwamba wewe sasa uko katika miezi mitukufu hususan uko katika mwezi wa Dhul Hijja ambao siku kumi zake za mwanzo allah kaziapia lakini sio tu kuapiwa siku kumi hizo msikilize mtume katika hadith sahih ya Imamu bukhari kutoka kwa abdullahi ibn abbas mtume anasema ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi min hadhihi alashr, hakuna katika siku alizoumba Allah amali inapendeza sana kwa Allah, anaipenda sana Allah amali ifanywayo ndani ya siku hizo, kuliko amali itendwayo katika masiku kumi ya mwezi wa mfungo tatu. Sahaba waliposikia hii bila shaka walikuwa surprise, ndio maana wakauliza swali ya Rasul Allah, hakuna amali ipendezayo kama amali ifanywayo katika miezi hii au katika siku kumi hizi, walal jihadu fi sabili sabilillah, hata yale mapambano kwa ajili ya kuinyanyua dini ya Allah na kalimatu lhaqi ya jihad, haifui dafu mbele ya amali itendwayo katika masiku kumi haya. Mtume akasema walal jihadu fi sabilillah, hata hiyo pia haifanani na amali inayotendwa na kutekelezwa ndani ya siku kumi za Dhulhijja. Mtume akatoa adatul istithna, except illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' minhunna walam yarji min dhalika bishai, isipokuwa labda kuwe kuna mapambano kati ya muaskari shirki na muaskari liman, kati ya kufru na iman, zipambane makundi mawili haya, alafu huyu mtu atoke yeye na mali yake, awe katika kundi la iman katika mapambano, kisha isirudi mali yake aliyoitoa ya wala asirudi yeye mwenyewe, wote wamalizikie katika kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu katika staili hiyo, yaani kuwe na mapambano kati ya imani na kufru, uende zako benki, utoe akaunti yako hela zako zote, usema hizi zitatumikia katika kazi inayofanywa na muaskarul iman dhidi ya kufru, na mimi mwenyewe nakwenda na, na mali zangu nakwenda nazo kisha usirudi wewe wala mali huyu, anawezekana akawa anashinda hicho tunachozungumza hapo, lakini vinginevyo hakuna amali yoyote inayotendwa na mwislamu ikashinda amali itendwayo katika masiku kumi ya Dhul Hijja, hata jihadi fi sabilillah. Hata zile siku za Ramadhani tunaambiwa kwamba kuna siku kumi za mwisho ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijipinda kana idha dakhala lashru lawakhir min Ramadan ahya laila shadda mizara mi waaiqada ahla. Mambo matatu alikuwa akifanya Mtume, kama tulivyokuwa tukihadithiana, anakesha na amsha watu wake na anafanya jitihada kuliko alivyokuwa akifanya katika miezi mingine. Zile ni nyusiku ni laila, usiku hizi ni siku a zile ni katika usiku bora, lakini hizi ni katika siku bora. Ule ni usiku wa Lailatul Qadri katika usiku bora, na ile siku ya tisa katika mwezi huu ni katika siku bora, sio katika usiku bora. Kwa hiyo katika usiku bora ni Lailatul Qadr, lakini katika siku bora ni michana bora iliyokuwa hakuna mfano wake, ni siku ya Arafa. khairu yawmin Talaat fihi shams, siku bora ambayo jua limechomoza, yani mchana bora uliochomokeziwa na kuanzia asubuhi mpaka kuzama jua, tunazungumzia hicho. Hakuna kama siku ya Arafa. Kwa hiyo, Allah anaridhishwa, na ukisikia Allah anaridhika au anapenda maana yake ni nini? Mtume anaposema ma min

hata ukifanya kidogo katika hizo amali, maadamu Allah anaipenda, anaibariki, anailea, atailea, utakwenda kuikuta amali hiyo ilivyokuwa kubwa, kama alivyozungumza mtume katika baadhi ya hadithi. Unapotoa sadaka, Allah anaipokea fayurabbi kama yurabbi ahadukum faluahu au fasilahu. Mtume alisema katika baadhi ya hadithi, Allah anakulelea, anailea sadaka yako, kama vile mmoja wenu anavyomlea farasi wake mdogo au ngamia wake mdogo. Falua na fasila, ni, wa, ni makinda yale, mpaka linakuwa linakuwa gamia kubwa au farasi kubwa au ndama ng'ombe kubwa, kwa sababu ya malezi ambayo. Sasa na, na, na amali ndogo unapoifanya, Allah anailea, anaibarikia, anaikubali kwa hiyo inakuwa ni kitu kikubwa baadaye kwa sababu Allah kafurahishwa nacho. Ikhwata al-imani wal-islam, ndugu zangu Waislamu, usije ukaghafilika na kutenda amali ndani ya siku kumi za Dhul Hijja. Ikiwa ulikuwa unapupa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunakuona kila siku unafanya ibada, unafanya itikafu, unasoma Qur'ani basi Qur'ani uliyoisoma katika mwezi mtukufu wa Ramadhan haishindi Qur'ani utakayoisoma ndani ya siku kumi za Dhul Hijja. Sadaqa uliyoitoa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan inashindwa na sadaqa utakayoitoa katika siku kumi za Dhul Hijja, kwa sababu tumesema, amal ma min ayami al amal amali. Amali yoyote utakayoitenda wewe katika masiku mengine yote huwezi ukakompea na amali ya mtu iliyotendwa ndani ya siku kumi hizi za mfungo tatu. Tunaambizana hivi ili zisije zikaingia hizi siku, nazo ziko karibu. Zinavyoingia ndivyo zitakavyotoka, we una habari? Sisi tunapita transit hapa duniani, kwa hiyo tunahitaji kitu kinachoitwa mubadara haraka haraka, tunapatiliza. It's game of chance, tumepata nafasi tunaitumia. Umri wenyewe, mnaona, mnaona vifo vinavyokabili. Ijumaa iliyopita tulimzika maalimu mmoja maarufu hapa Zanzibar Ali Abubakar, na, na kifo chake kilikuwa kama hivi ghafla moja tu. Ametoka barazani kwake anavuta uradi wake, anaingia kipandi kwake kujinyosha kidogo, ameshachoka kule. Kujinyosha alijinyosha, ndo hatuamka tena mpaka siku ya kiama. Watoto wake wakimwamsha, amka, ule chakula chako tayari, kila kitu, haamki tena. Daktari akija, anasema huyu kutokea saa moja ameshafariki. Yani just like that, mtu anakufa kama mzaha mzaha hivi na hivi ndivyo kifo kinavyokuja kwa kila mmoja miongoni mwetu. Yeye ametangulia, sisi tuko nyuma, tunakwenda. Kwa hiyo mubadara unahitajika. Umri mdogo uwe nao, lakini uwe na rasilimali kubwa, uwe na faida kubwa ya matendo. Sasa, faida kubwa utaipata vipi? Ni kupatiliza kufanya ibada, kufanya mambo makubwa katika nafasi kama hizi ambazo Allah subhanahu wa taala anatupa. Yahya ibnu Mu'ad aliwahi kutoa darsa nzito sana kwa waliokuwa pamoja nao siku hizo na watakaokuja na watakaokuja baadaye, katika swala la kupatiliza mubadara. Akasema, fanya mambo matatu, utakuwa mwenye akili tena utaswibu mambo matatu hayo. Akayataja wazi wazi, akasema, al-aqilu al-musib man fa'ala thalathan, aliye na akili timamu aliyeswibu kabisa target anayoi target, ni mtu atakayefanya mambo matatu. An yatruka ad-dunya qabla an tatrukahu, ni uachane na dunia na ulevi wa dunia na mapenzi ya dunia kabla dunia haija kuwacha wewe. Huyu ameona mbali, Mtume aliposema hubu dunia rasu kulli khati'a, kuipenda sana dunia ukaganda ukataalaq nayo, nasema ndiyo mwanzo wa kila maovu, ndiyo mwanzo wa kila makosa, ndiyo mwanzo wa kila tabu ukiipenda dunia ikawa dunia ina nafasi kubwa kwako kuliko kitu chochote, unaweza ukaua hata mzazi wako aliyekuzaa kwa tabu, aliyekulea kwa tabu, kwa sababu tu kuna nafasi ya dunia pale. Kizuizi cha kuipata ni baba yako au mama yako au ndugu yako, basi uko tayari wewe kuondoa kizuizi kile kwa sababu uipate dunia. Ukiipenda dunia kuliko imani ambayo inakuhimiza wewe kuitumia vyema dunia kuliko mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, utakuwa mtu wa ajabu, utakuwa dhalimu, utakuwa una dhulumu watu kwa sababu uipate zaidi dunia kuliko wao, utakuwa mwizi kwa sababu uipate fungu kubwa kuliko wao, utakuwa hain, utakuwa na sifa za ajabu ajabu, kwa sababu dunia kwako ndio nafasi yake kubwa iliyo katika moyo wako. Lakini ukiichukua dunia ni kama maji na mawimbi

wala usiwe ni mwenye kuenjoy nasibu ya dunia uliyopewa, haina maana hiyo kabisa. Kuiacha dunia ni kama waliokuwa wakisema wema waliotangulia, allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alha fi qulubina, ya rabbi, ijalie dunya iwe mikononi mwetu tu, usijalie dunia ikawa nyoyoni ikawa imeganda huku katika nyoyo zetu, iwe mkononi. Yani wakati wa kuondoka tukiitupa, hakuna hasara yoyote tukiwepo tunaitumia kwa kadri ya haja, kwamba si tuko kwa duniani, lakini isiwe shughulu shaghili lilmuslim, na kwa thamani yoyote uipate dunia. Anasema utruki dunia kabla an tatrukak tumekuwa, akisema mara nyingi akituhutubia, tuogope vitu viwili, fattaku dunia wattaku nisa sini, katika hadithi za Bwana Mtume. Kwa nini Mtume anatuhimiza?

kwa mali na jaha walizokuwa nazo na vyeo walivyokuwa na moja. Karun anaambiwaje? Karun usitakabbar katika hii dunia. Hii dunia tumia, usisahau sehemu yako maadamu umeipata, kambia wala tansa nasibaka min dunia, usisahau fungu lako, unalo fungu lako, ndio hilo tuliolizungumzia

fanya ihsani kwa watu wengine ambao wameikosa hiyo dunia kama ulivyofanywa wewe ihsani na Allah kwa kukupa. Mshairi anasema: idha jadat alayka dunya fajud biha ala an-nasi walam annaha tataqallabu, dunia ikiwa nzuri kwako ifanye iwe nzuri kwa wengine, tambua kwamba inabadilika badilika hiyo dunia haisimami katika hali moja, leo kwako, kesho kwa yule, leo kwako, kesho juu yako, waalam bi annaha tataqallabu. Kisha akamaliza na ubeti huu mzuri, usikilize, utakupa kanaa. Anasemaje? fala ljudu yufniha idha hiya aqbalat, wala lbukhlu yubqiha idha hiya tadhhabu

kama Allah ameshakuletea ndio amekuletea, usidhani kwamba na wewe ukiwa mkarimu itamalizika. Anakwambia no, ukarimu haumalizi kile alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Laljudu yufniha idha hiya aqbalat, kama imeamua kuja inakuja dunia, hata ukizuia kwa mikono kwamba basi, itakuja tu, kwa sababu imeamua Allah subhanahu wa ta'ala, kaamua. Imeamua maana yake ni majazi

Anasema, nasema walaubukhlu yubqiha walau bakhili, hauna nafasi ya kuibakisha dunia idha hiya tadhhabu. Ikiamua kukupa mkono itakupa tu mkono, waheri mimi naondoka, ulini miliki, lakini sasa ni wakati wako wa kufilisika. Ikiamua kwenda itaenda, ikiamua kuja itakuja, kwa sababu tayari

Dunia na akhira ni kama wake wenza, utakavyokuwa karibu na mmoja ndivyo utakavyokuwa mbali na mwingine. Kwa ajili hiyo, tumia akili yako vizuri, acha dunia kabla haijakuacha. Nambari mbili, anasema ibni qasraka kabla an tadkhula, jenga jumba lako kabla ya kuhamia, jenga nyumba yako kabla ya kwenda huko. Ndugu zangu, hapa ulimwenguni tu, kama huna nyumba, unanyanyasika kama huna kwa kwenda utakaa uta, utaka wapi? Utalala wapi? Utaistiri wapi? Sasa hapa unapita njia, nyumba ni muhimu. Sikuambii huko ambako tunaishi milele na milele, sikuambii huko tunapomzika mtu katika makaburi, basi pale tunapomzika ni nyumba yake ya kwanza. Alqabru awalu darin min duri dunya awalu manzili min manazili al akhira wa akhiru manzili min manazili dunia, nyumba ya mwisho katika nyumba za dunia akhira ni kaburi na nyumba ya mwanzo katika nyumba za akhirah ni kaburi. Pale unaweza ukakaa miaka mingi kuliko miaka ulioishi huku duniani, ikiwa uliishi miaka 70 hapa duniani. Sasa kitizame kiama cha kaburi, wafikirie babu zetu tuliowazika mpaka leo na hatujui kiama lini, lakini na sisi pia kule ndo kuna nyumba za kujengwa kule, ndo kuna modern house. Kama unahitaji modern ufanye kule kweli, pamoja na kwamba unajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ameandaa makazi aina mbili kwa wanadamu hapa duniani, mbili tu, ndio kesema mshairi al-mautu babun

binafsika aya dari takhtaru, nyumba ni mbili tu, mo, moto na pepo. Chagua mwenyewe unataka kuhamia nyumba gani? Kwa hiyo kuchagua ni mtu kuangalia zile chance na nafasi ambazo anazipata. Kama hizi, anasema huu ni mwezi wa dhulhijja unakuja, basi sadaqa zangu kwa wingi Qurani kwa wingi, saumu kwa wingi, dhikri kwa wingi, salata ala nabi kwa wingi, majalisi ya khairi kwa wingi, kwa sababu nipate donge nono la kujihifadhia siku zangu za mbeleni huko wakati ninapokwenda kuonana na mola wangu. aqulu qauli hadha wastagfiru llah li walakum faastagfiruhu faya fauza lmustaghfirin wya najata at taibin.